Hivi umewahi kufikiri kuishi upande wa pili wa ndoto zako wakati ukiwa unaona haiwezekani? Hebu mtazame msichana huyu. Ilikuwa natamani kuwa mwanajeshi upande wa vilipuzi yeah, lakini ndoto ikabadilika. Mimi nimeshaostiza. Karibu ushuhudie hadithi iliyojaa uthubutu. Kwanza haikuwa ndoto, hakuna mtu agakuwa na ndoto ya kwamba nitakuwa fundi magari, ila ikaje ili, ili, ili, nikaipenda kwa sababu kwanza, baba alikuwa ni mtu wa hizi kazi zikanivutia pili, hata mimi nilikuwa navutiwa na hichi kitu. Baada ya kumaliza shule, nikapenda nikaenda chuo kusoma. Kwa wengine wanakuwa wanashangazwa, lakini kuna wengine pia wanakuwa hawaamini ya. Kwa mfano kuna mteja anaweza akaja akapenda, yaani akapenda tu vile kumwona msichana anafanya kazi hizi akaukabidhi gari na kwa vile ambavyo wa mafundi wasichana tunaaminika mtu, tunaaminika mtu akikwambia njoo muda fulani gari yako itakuwa tayari, itakuwa tayari muda huo huo kweli. Kwa hiyo wengine wanapenda, lakini kuna mwingine anakuwa aamini mwanamke kwamba uh, mwanamke kwanza, anakwambia niitie fundi, wakati anakuona nawe ni fundi, niitie fundi. Ulishawahi kukutana na changamoto gani ambayo ilikufanya ujutie kuingia kwenye fani hii, na uliikabili vipi changamoto hiyo? Mpaka sasa nakuona bado naendelea kuifanya, inaniwia ugumu na <laughs> nilipata changamoto, japo saizi nimeshazoea. Kipengele cha mahusiano, unajua, hakuna mwanaume ambaye anaweza kakubali mwanamke anayefanya kazi sehemu hizi yeah. Unaweza mtu akakupenda, kawa mna malengo vizuri kwamba nataka tufike hapa, twende nyumbani nini, lakini hii kazi ilinifanya ili nikaumia sana. Yani mtu hakuipenda kazi yangu kabisa kwa maana kwanza chochote kinakuwa kigumu kwa kuwa unaanza. Lakini kadri siku zinavyoendelea unaweza. Na si, yani kuna ile watu wanasema kwamba hizo kazi ni za wanaume kwa sababu wanaume wana nguvu sana. Unajua sisi pia tuna nguvu, eh? Yeah. Kuna kazi mi nafanya, kuna mwanaume mwingine hawezi kufanya. Kwa dada jinsi ambavyo tuko naye eh, inanipa u, u, usawa mzuri kwamba ana uwezo wa kuwa na sisi kwa sababu yeye ni, ni mtoto wa kike ana, anakuwa anajitengenezea wigo zuri ukicha, ukifuatia, ukiangalia kwamba yeye ni msichana, sisi ni wavulana, na yeye gereji nzima yuko yeye peke yake. Ana uwezo mkubwa sana wa ku succeed katika maisha yake, kwa sababu tayari ana ujuzi ameshajifunza, ana, anajua. Kwa hiyo atakuwa na, na, na, na, na uweledi mzuri na atakuwa na kazi na, na, na, na IQ nzuri na maendeleo mazuri hata kama atakaweza kuanzisha ofisi yake, atajua aanzie wapi aishie wapi awe na nani ili aweze kufikisha ndoto zake. Licha ya kuwa na changamoto nyingi katika kazi yake, lakini bado anaonekana kung'aa na kuwa kivutio kwa jinsia ya kiume. Je, kabla ya hapa alitamani kuwa nani? mtu anakuwa na ndoto kwamba nataka kuja kuwa fundi gereji, hakuna mtoto anakuwa na ndoto hiyo. Kwa mfano mimi shule ya msingi sekondari mimi nilikuwa na ndoto ya kuja kuwa mwanajeshi hata. Yeah, mtu akiniuliza, nataka nataka kuwa manaji, kuwa mwanajeshi mwanajeshi yeye, mwanajeshi ajesh. Wanajesi walikuwa wanasema kwamba jeshini kila mtu anakuwa na sehemu yake, mimi nataka kuwa sehemu ya vilipuzi. Kwa hiyo nilikuwa natamani kuwa mwanajeshi upande wa vilipuzi vilipuzi, yeah, lakini ndoto ikabadilika. Matarajio yako ni yapi kutokana na fani hii? Ah, matarajio yangu mimi ni kuja kuwa fundi mkubwa baadaye, ambao nitafungua gereji yangu Itaajiri wasichana tu, kwa hiyo nikipata nafasi siku moja hata nitembelee Veta nijaribu kuambia wasichana tusikate tamaa. Kama umeamua kusomea hii fani, soma na uifanyie kazi Yeah. Hii kazi ni nzuri japo kuna changamoto lakini ni nzuri. Na pia wasichana wengine nawashauri wasichague kazi kama kwa upande wa elimu mtu umeanguka, haimaanishi ndo maisha yamefeli. Unaweza ukawa hauishi katika ndoto zako, lakini nafasi ya pili inaweza kutafsiri na kukupa nafasi ya kuziona fursa zaidi. Haijalishi ulipata mdondoko wa masomo, lakini nafasi ulioipata kwa mara ya pili unaifanyia nini? Kijana, nikukumbushe tu, kazi ni kazi, muhimu ni halali. Mimi ni Michel Sesar, kwa heri.